Wanachama wa Simba club pamoja na mashabiki na nyote mliohudhuria hapa. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwepo hapa sasa hivi. Ndugu wengi kati yetu walipenda kuwa nasi lakini wameshindwa kwa sababu mbalimbali ambazo amezipanga Mwenyezi Mungu. Naomba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ambalo tunalifanya hapa hapa. Leo tunazindua tawi na tumelishazindua tawi na mimi, shughuli yangu ilikuwa ni shughuli tatu, ilikuwa kuzindua tawi, kuwapa kadi wanachama na mashabiki, alafu kuzungumza kama hivi ambavyo tunazungumza sasa hivi. Kwa hiyo, sasa natekeleza awamu ya pili ya mazungumzo ambayo nilipenda nikilianza kwanza kutoa kadi, lakini tutaifanya Ndugu zangu ambao mmeingia leo Simba na ambao tutawakabidhi kali na nyote ambao mliohudhuria hapa na wanachama wa Simba, naomba niwapongeze kwa kuwa katika Simba mko katika chama cha wastarabu. Yani unapokuwa katika Simba ujione upo katika sehemu ya ustarabu, ustarabu ambao unapaswa kuenziwa, kitu ambacho sisi wanasimba tuna sifa hiyo. Lakini ujue pia upo katika sehemu ambayo ina matukio mengi makubwa makubwa. Leo wewe ulioingia katika Simba unapaswa uyaenzi, naomba itembee kifua mbele, ukijua kwamba rekodi nyingi nyingi, kama kuna rekodi mia basi rekodi tisini za Simba amin, uh, uh, um, jisi za mchezo wa mpira mmebeba nyinyi Simba na dhamana sasa hivi ya kuzilinda zile kumbukumbu um, zote za ambazo za wenzetu uko nyuma waliotangulia waliziweka na sisi si, pia tumeziweka. Naomba mbaini, naomba mbaini kwamba Simba Sports Club ndio klabu ya pekee Afrika Mashariki habari ya kati lakini Afrika Mashariki ndio timu ambayo imefika nusu fainali ya klabu bingwa ya Afrika. Oh, yeah! inawezekana hili ukawa hujui, inawezekana ukawa hujui na unazongwazongwa na hawa ambao wanaokuzunga hao, hawataki hata kusikia la busa wala ya firauni. Raisi wetu Mama Samia aliwaambia kwamba jamani, Simba ilifika nusu fainali, wao bado wanashikilia kwamba Simba haijafika nusu fainali na wao ndio waliofika nusu fainali. Jamani, niwaambie na niwasibitishie, mwaka 1974 pale Mehala Elkubra, Simba ilicheza na timu moja inayoitwa Mehala. Ni timu ya kiwanda cha kutengeneza nguo. Simba ilitolewa kwa penalty na ndio simba ilifika nusu fainali. Kwa hiyo, hakuna klabu nyingine Afrika Mashariki iliyofika nusu fainali ya klabu bingwa ya Afrika. <laughs> Inawezekana nikakosea tarehe, inawezekana nikakosea miaka, lakini nadhani mwaka 83 ni confederation tunaocheza, ni confederation tunayocheza, Simba ilifika fainali 93 a nalegaenyea na wachezaji pamoja na wanachama sio la kontrata. Simba ndio klabu ya kwanza kuvaa jezi, sio kushoneshwa. a a Simba ndio klabu ya kwanza ya simba kufanya hivyo. Simba ndio klabu ya kwanza kuvaa viatu najua unafikiri kama natania tania vile, au <laughs> nafanya usanii fulani, lakini hayo ndiyo yenye ukweli. Kwa hiyo Simba ina kumbukumbu nyin nyingi mno ambazo nyinyi mnaoingia sasa hivi na sisi tunaotoka tunapaswa kuzilinda. Niwaambieni ndugu zangu, kesho kutwa tunakwenda kucheza na Almase, mechi ambayo lazima tushinde. Jamani, katika hali yote, kila mtu kwa uwezo wake, kila mtu kwa uwezo wake, asali ahakikishe analovivitenda linaleta mafanikio katika kushinda hiyo mechi. Kila mtu kwa uwezo wake, mimi nitaomba dua, wakina mpanzo watacheza wakina ame ni wata watabwabwaja hivyo, watahamasisha wata, kila mtu kwa uwezo wake ahakikishe kwamba tunakwenda kushinda katika mchezo wa mutatu, na Mungu ni mwenye kuombwa, na mnaamini tutashinda katika mchezo kimadambwa, tuongelee kuomba dua ili tushinde mchezo huo. Ndugu zangu, pamoja na hamasa zote hizi na washauri msiwe mashabiki wa wa maneno, kuweni mashabiki wenye kadi, kuweni mashabiki wenye kadi. Leo ukizungumza na mimi hapa, sikupambana mimi, nikiingia kwenye waleti nakutolea kadi kuonyesha kwamba mimi siapoti Simba kwa maneno, pia ni mwenye kadi. Hakikisheni kwamba mnakuwa na kadi ama wanachama ambao kwa sasa hivi kidogo zimesimama, lakini lazima uwe na kadi ya mashabiki ambayo itakupelekea kupelekea kuwa unakua mwanachama. Wewe uhakikisha kwamba unakuwa na kadi ya mashabiki yeah. Muda mchache ujao nikimaliza kuzungumza na kugawa kadi tutafanya draw. Hizi zote ni katika sifa za Simba hizido ya mashindano amejatengeneza ya, ya vizuri baadaye. Hizo ni miongoni mwa sifa za Simba kuanzisha vitu vizuri vizuri. Mimi naomba mwepo katika hiyo droo na mshiriki kikamilifu, sio katika kuwepo hapa kwenye droo na pia kuwepo katika yale mashindano na sio mashindano hayo. Jumatano akikisheni tunajaza uwanja, akikisheni tunajaza uwanja

na niwatakie heri katika mchezo wetu wa Jumatano. Na naurudia tena mchezo wa Jumatano kwa sababu ndio utaotupeleka mbele na ndio unaotupa heshima katika Afrika na ulimwengu mzima. Mwenyekiti, kwa nafasi hii niliopewa mimi, sasa niko tayari kutoa kadi chache kwa wale wote ambao leo wamepewa kadi leo wamepaki kwenye kadi za mashabiki nadhani nitatoa kadi 15 tu ili tusipoteze muda mrefu, na tuanze shughuli nyingine ambayo limetuleta hapa. Nawatakia kila la heri, asanteni sana